Nyufa ndani ya muungano wa upinzani ziliendelea kudhihirika leo, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akiwashutumu baadhi ya viongozi wanaotaka kumrithi Rais William Ruto, kwa kuendelea na mikutano kwenye hoteli na mitandaoni badala ya kutafuta kura kwa wananchi. Kikosi hicho kinachoongozwa na Gachagua aidha kilitua katika kaunti ya Kajiado leo huku aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i ambaye ametangaza nia ya kujitosa ulingoni kwa kivumbi cha urais akiwa na hafla katika kaunti ya Nakuru. Emmanuel to anaarifu zaidi. Viongozi wa upinzani walitifua kivumbi huko Bisil, kaunti ya Kajiado, viongozi hao wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wakiahidi kumwonyesha kivumbi Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Leo hii mkienda hapa kwa polling station, mupate sura ya William Ruto na Rigathi Gachagua, mtapigana ni kura Wanasiasa hawa wakipinga mpango wa serikali wa kubinafsisha kampuni ya Kenya Pipeline. They must know that once we take over, once we take over tutafutilia mbali hayo makandarazi ya wizi ya mali ya umma. Wamejaribu kuiba KICC, tumeenda kotini, tumezuia. Wamejaribu kuiba Ketraco, hii moto ya Kenya, tumeenda kotini, tumezuia. Yes. Hapo awali Gachagua aliyekuwa na hafla ya kuwapa vyeti wagombea wa chama hicho katika uchaguzi mdogo wa tarehe 27 Novemba akionekana kumrushia vijembe mmoja wa vinara wa muungano huo akidai anatumia mbinu zilizopitwa na wakati kuwinda urais.

Mbali na kikosi hicho katika kaunti ya Nakuru, waziri wa zamani dr Fred Matiang'i ambaye pia anamezea mate kiti cha urais alirejelea madai ya migawanyiko katika muungano huo wa upinzani.